Ndio katika baadhi ya riwaya zikasema, kaanna ainahu inabatun tafia, kana kwamba jicho lake ni ile zabibu ile iliyokauka, alafu ikafifia rangi yake. Ukiangalia lile jicho lake moja, unaona weusi tu kule ndani, huo ni jicho akaitwa Almasih kwa sababu jicho lake moja halipo.

akimfuta hivi anapoa na kupona. Kama ni kipofu, wataona kama ni mwenye mbaranga, zitaondoka mbaranga zake. Isa ibnu Maryam Nabiyullah, Allah alimpa uwezo huo, akaitwa Almasih kwa sababu anawashika wagonjwa na wenye vilema na wanapoa au wanapona. Kwa hivyo, kuna Almasihu Isa na kuna Almasihu Dajjali. Tofautisha mambo haya. Kwa hivyo wa limanu anna almasihi aldajjal, kwamba almasih huyo, masihi chongo. Addajjal al aliyepitiliza katika uongo, mubalagha fi lkadhib. Ad-dajjal huwa lkadhib huwa ldajjal, al aliyepitiliza katika uongo, ni kuamini kwamba chongo addajjal al aliye muongo. Kharijo ni mwenye kutoka nani sasa al-masihu ad-dajjal? Wanasema ulama masihu dajjal ni shakhsun min bani adam, ni mtu katika wanadamu, sio katika majini ha? wala sio katika malaika. Masih ad dajjal ni binadamu, wala sio kama wanavyozungumza watu wasiojua, labda ni jini, wengine wanasema ni kama kibwengo ha? vile vijini fi vifupi vile a shakhsu min bani Adam, na hilo limekuja wazi katika hadithi ndefu ya Annawas ibnu Saman ambayo imezungumza habari za Dajjal kwa urefu fi Sahih Muslim. Hadithi ndefu kabisa imemzungumza Dajjal kinaga ubaga, sifa zake, atatokea wapi, atakaa muda gani ila akhiri. Kwa hiyo ni mtu katika wanadamu, shabun, tena ni kijana ahmarun ni mwekundu kwa maana mweupe mweupe sana. Wakasema ahmar wa arabu wanakusudia, eh, ni yule ambaye weupe wake umezidi ahmar, mweupe sana. Asirun kifupi ni mfupi, lakini jadu rras ni mwenye kipilipili kichwani, ana nywele ngumu, vikokoto vile vya Afrika eh? nywele zake ni hizi ngumu ngumu hizi. Ajla aljabha, amefura paji la uso paji lake la uso limeumuka, anakomwe, lakini sawa sawa. Eh? Lakini aridhu naha, ana anajishingo pana, kifupi, kimejazia shingo, kina shingo nene kwelikweli. Hebu angalia, anavutisha huyo? Kwanza hana jicho moja eh? Wasifu unatisha huyo, kipilipili, anakomwe, shingo nene eh? Tena maktubun baina ainaihi ameandikwa baina ya macho yake mawili, eneo lililoko baina ya jicho na jicho, hapo katikati hapo, uwazi ulio baina ya jicho na jicho juu ya pua hapo eh. Maktubun baina ainaihi, ameandikwa baina ya macho yake kafir, na wanasema ulamaa, neno hili kafir limeandikwa bihurufi muqatta'a, kwa zile hurufi za so kukatakata, kaf, fa un ra kafara, imeandikwa hivyo kwa herufi moja moja

ila kuna, kuna katika njia hizo malaika wamejipanga swafu wanailinda hiyo miji. Hakuna chocho bwana katika maka na Madina isipokuwa kuna malaika wa Allah wakati huo wa dajjal, wamesimama wanalinda hapo, hawezi kuingia. Akifika anakuta ulinzi mkali, anaenda sehemu zingine. Mtume akasema, fayanzilu bisabha ay fi nawahi almadina atakuja Dajali mpaka katika vijiji vya pembeni vya kandokando kando ya Madina, atafika huko nje ya Madina, huko asema fatarjufu lmadinatu biahliha thalatha rajafatin, utatetemeka mji wa Madina, kuwatetemesha watu wa, wa, wa Madina mitetemesho mitatu, mji utatikisika kama kuna kitu kiko karibu na mji huo kibaya Asema mtume mji wa Madina utatetemeka mitetemeko mitatu. Sasa ni kama vile unavyoona watu waovu wakisikia mdundo wanafanyaje? Wanaofuata, we upite mziki tu hapo, au watangaze kuna bonanza mahali, alafu dundo limeachiwa, kuna watu utakuta wenyewe wanacheza au mwingine anafuata sasa ule usheitani ule. Sasa mji huu utakotetemeka wa Madina, anasema mtume alaihi salam, yakhruju ilaihi minha watatoka kumwelekea Dajjal katika mji wa Madina. Kullu kafirin wa, wa munafiki, kila kafiri na mnafiki watawayu. Kuna nini huko, njoni? Kumbe ni wanafiki na makafiri wataenda uko, waumini hawatojigusa kumfuata mwovu huyu. Hadithi ikaendelea ikimzungumza Dajjal na habari zake, Mtume alah salam akatufunza kutuambia, faman adrakahu minkum yule ambaye atamdiriki miongoni mwenu Dajjal akamwona, falyaqra alaihi fawatiha surat lkahfu, basi asome aya za mwanzo kabisa katika surat lkahfu. Ndio maana tunatakiwa tuhifadhi Qurani. Soma aya za mwanzo, ni kinga kwa huyu bwana. Mtume akasema innahu kharijun baina ash-shami wal-iraq, atashukia huyu baina ya miji ya Shamu na Iraq.

Katika fitina zake ambazo zimetajwa kubwa kabisa, lahu jannatun wanar, ni mwanamazingaumbwe aliyepindukia. Achana nawe wanamazingaumbwe wenu hawa eh, wakinakababa, yeye hawa chana hao, yeye ana mazingaumbwe mazito. Ana moto na pepo kuliani, ana kitu kama pepo na kushotoni kwake kama moto kikushawishi umwamini nikutie huko katika pepo, ukinikataani nakuwa nakutia huko lakini mtume alahi s salam a sema kile ni kiini macho jannatuhu nar, ile pepo yake ndiyo moto wa naruhu janna, na ule moto wake ni pepo. Kwa maana ukimkubalia matakwa yake ndio umekubali kuwa mtu wa motoni, ukimkatalia dhahiri ni kwamba motoni wewe ndio mtu wa janna. Kile ni kiini macho kwa ajili ya waovu katika fitna alizokuwa nazo, yaghrisu alhabba fatambutu saa, fi saa, anaisimika ana, ana, ana, ana, mbegu ardhini, hapo hapo inaota na unaota mti na unatoa matunda, anakuchumia unakula, yani kaifa tara hadhi lfitna. Alafu nakwambia mimi ndio mungu wako wewe anatia mbegu mti unaota anakutolea matunda unakula. Atafuatwa na watu wengi, lakini katika wafuasi wake wakubwa ni annisau nisau, waliyahudi ni wanawake, kama walivyo wanawake, wanawake watakuwa ndio wafuasi wake wengi na, na mayahudi wa Asfahani, yatbauhu 70000 min yahudi asfahan Asfahani, watamfuata zaidi ya mayahudi 1070 wakimfuata

Siku moja katika hizo 40 ni kama mwaka, siku moja urefu wake ni mwaka wa youman, na siku nyingine ka shahar, ni kama mwezi urefu wake wa youman ka jumaa, na siku nyingine moja ni kama ijumaa ni kama wiki misilale, shaka ni kama wiki eh? wasairu ayamihi eh? ka ayamikum, na masiku yake mengine ni kama masiku ya kawaida, lakini kuna siku tatu hizo pasi ndefu katika hizo 40 siku moja urefu wake ni kama mwaka, siku ya pili ni kama yauma min hadhihi ayyam ni kama mwezi, na siku nyingine ni kama juma, kama wiki. Siku zilizosalia kwa maana siku 37 zilizosalia ni kama siku za ulimwengu. Angalia masahaba walivyokuwa na hirs eh? Walimuuliza maswali mawili eh? ikiwa hali ndiyo hivyo

ikadirieje kwa makadirio yake, mtakadiria, mtapima masaa yale, mtaswali kwa utaratibu wa kawaida wa kukadiria masaa, lakini sio kwamba itatosheleza swala ya siku moja eh, kwa siku ambayo ina urefu wa, wa mwaka. Katika waliomuuliza wa Mtume alaihi salatu wassalam, wama israuhu fi lardi, mbona siku 40 ni chache? Manake atakuwa anatembeaje katika ardhi

kusoma Uh, tashahudi mbili na salatu Ibrahimia. Katika mambo ambayo tumeombwa, tumefunzwa kuyaomba ni kujikinga na shari za fitna za mtu huyu Dajjali.